Tumeweza kushuhudia Tanasha Dona ameweza kumleta mtoto wake na Sib Junior baada tu ya kukaa mwaka mzima bila kumwona baba yake. Basi uh, tayari wazazi hao wameweza kusuluhisha ile tofauti yao ambayo ilikuwepo. Tunafahamu Diamond pamoja na Tanasha kuna namna fulani hivi walipishana kauli, lakini baadaye wameona waweke sawa, kwa sababu mtoto alikuwa anamuulizia sana baba yake msanii Diamond Platnum, na tumeweza kuona namna ambavyo wamesherehekea sikukuu ya mwaka mpya kwa pamoja, lakini Diamond ni mwanaume ambaye amekuwa akijivunia sana huyu mtoto wa Tanisha Dona kwa sababu tu ni mtoto ambaye wamefanana naye kwa asilimia kubwa sana ukiangalia video nyingi sana ambazo zinaonesha, eh, Diamond akiwa anajisifia kwa mtoto wake na kudai kwamba, eh, Platinum kazaa Platinum mwingine. Platinum kaleta Platinum mdogo. Unaweza kuona ni kwa namna gani msanii Diamond Platinum anafurahi na kujivunia sana, eh, kuweza kupata mtoto ambaye amefanana naye kwa asilimia kubwa sana. Mama Dangote kuna namna fulani ameweza kuposti uh, hiyo video ikiwa inaonesha Diamond akiwa anajisifia mtoto wake, alafu baadaye katika caption uh, akaweza kuandika uh, mwenye wasafi yake ikabidi leo atembelee ofisi yake, yani huyu Nasib Junior, kwamba hiyo wasafi ni ya kwake. Baada tu ya kusema huo ujumbe uh, comment zikawa ni nyingi sana, watu wakawa wanajiuliza uh, maswali, imekuwaje kuaje, Mama Dangote aseme eti hiyo, uh, ni wasafi yake yani inamaanisha huyu mtoto wa Tanasha Donna na Nasibu Junior eh, hiyo ni mali yake eh, tayari ameshamilikishwa ya au namna gani vipi. Baadaye tena tukaona kuna video ambayo Diamond aliposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anazungumza hadharani na kudai kwamba eh, Nasibu Junior mtoto huyu wa Tanasha Donna ndiye mrithi wake eh, yani atakaye mrithi katika mali zake zote. Maswali yakabaki eh, kwa hao watoto wengine, ukiangalia Diamond ana watoto wengine, Tifa eh, ni a pamoja na huyu mtoto ambaye alimtambulisha jana, lakini pia Diamond ana mtoto mwingine unaambiwa wa mtangazaji Alia, lakini bado hajaweza kuthibitisha kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kubwa zaidi ni kwa hawa watoto ambao ni wa muda mrefu, lakini pia ni watoto ambao tunawafahamu kwa kipindi kirefu, Tifa pamoja na Nilan. Baada tu ya kusema kwamba huyu Nasibu Junior mtoto wa Tanasha Dona, hiyo ni wasafi yake, bado maswali yakawa yameibuka, lakini pia baadaye Diamond aliposema kwamba mali zake huyu mtoto atazirithi kwa sababu yeye ndiye Diamond Platinum mdogo. Ukiangalia kuna ugomvi fulani kati ya Diamond pamoja na mzazi mwenzake Zari the Boss Lady. Sasa huenda Diamond anafanya hivyo ili mradi Zari aumie kwa sababu ukiangalia Diamond pamoja na Zari ugomvi wao ulipoanzia ni ugomvi wa kawaida sana. Eh, namna ambavyo Diamond alizungumza katika ile interview kwamba kuna baadhi ya watoto na walea sio wa kwangu, baadaye Zari akapaniki, Zari akajiuliza ni watoto wangu wapi ambao ulikuwa wanawazungumzia lakini Diamond Platnumz akawa amepata mashaka fulani na baadhi ya tetesi ambazo zinazungumzwa mitandaoni kwamba yule mtoto wa pili wa Zari pamoja na Diamond Nilan, sio mtoto wa Diamond. Basi Diamond basi kama kama kama vile analiweka akilini kwa kwa sababu anaangalia kama kweli uh, Nilan. Kama kweli Nilan ni mtoto wangu kwa nini asifanane na huyu mtoto Nasibu Junior? Kwa sababu Nasibu Junior amefanana sana na msanii Diamond Platnumz. Watu wengi wanazungumza msanii, watu wengi wanazungumza kwamba Diamond ana na Nilan, lakini ukweli ni kwamba Diamond anafanana na huyu mtoto wa Tanasha Donna, na wala sio eh, na Nilan, lakini pia Ukiangalia, Diamond alimpa Zari option moja kwamba natamani kuthibitisha kama huyu mtoto kweli ni wa kwangu, kwa sababu taarifa zinazozungumzwa na Mange Kimambi, namna ambavyo hizi taarifa amezishikilia na kuzing'ang'ania, anadai uh, huyu mtoto Nilan ni wa, ni mtoto wa marehemu eh, mume wa wa, wa, wa Zari Zoe Boss Lady ambaye ni Ivan. Sasa ukiangalia hata Nilan amefanana sana na wale kaka zake wakubwa. Kwa nini afanane na kaka zake wakubwa na huku ukiangalia wametofautiana baba? Bado maswali yameendelea Kuibuka, lakini pia bado ukweli haujadhihirika wazi kama kweli yule mtoto sio wa Diamond au yule mtoto ni wa Diamond. Pata njia ambayo Zari anatakiwa kuikubali kwa sasa hivi ni kwamba Diamond apime tu DNA na yule mtoto basi. Lakini cha ajabu Zari amegoma. Zari hataki kabisa kupima vipimo vya DNA kwa mtoto wake, anakuambia sitaki mtoto wangu atobolewe tobolewe. Kama unaamini wewe ni baba yake, basi mlee. Kama hauamini wewe ni baba yake, basi mwache mtoto wangu, nitamlea peke yangu. Hicho ni kitu ambacho Diamond Diamond alijibiwa na mwanamama Zari ze boss lady, lakini ukiangalia uh, Tanasha Donna yeye ana enjoy na mtoto wake. Uh, ukiangalia kuna clip inaonyesha Tanasha, namna ambavyo wanafurahi na mtoto wake. Lakini pia ukiangalia kuna namna fulani hivi uh, Zuchu amekasirika pale kuona Tanasha Donna amekuja, uh, kumleta mtoto, alafu na yeye pia yupo. Kwa nini asimlete mtoto alafu asepe zake hivi? Uh, sasa Tanasha pamoja na Diamond wameamua kumfurahisha mtoto wao, wanacheza mchezo kwa pamoja, wanaenda huku wanarudi kule, wanafanya hivi ni jambo la kufurahisha, lakini hili la swala kwamba eh, huyu Nasibu Junior ndio mrithi wa mali za msanii Diamond Platinum bado limeendelea kuzua gumzo na watu wengi hawajaelewa, Diamond pamoja na mama yake, mama Dangote, walikuwa wanamaanisha kitu gani? Kwamba hawa watoto wengine hawatapata chochote au kuna kitu gani ambacho walikuwa wakikimaanisha? Tochemoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.